Moja ya jaribu ambalo linatesa watu wengi, linatesa watu wengi wa kipindi hiki cha siku za mwisho, kizazi cha kidijitali, kizazi cha mwisho, ni jaribu la kutaka kupata matokeo bila kupitia process, mchakato. Lakini hata katika mambo ya kiroho jaribu hili bado ni jaribu, moja ya majaribu kati ya majaribu manne pendwa ya shetani. Kuangusha watu ni kupata matokeo bila kupitia mchakato. Luka 4 mstari wa tano na wa sita anasema, akampandisha juu akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Alafu anasema Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote nimpendaye. Kwa Ibilisi kimsingi alitaka Yesu ndani dakika moja apate umiliki wa vitu vyote. Kimsingi bado adui alikuwa yuko sahihi, kwa sababu dunia iliumbwa kama extension ya ufalme wa Mungu, ambapo akamtengeneza Adamu na Eva wawe wafalme na malkia na watawala wa dunia hii. Shetani alipokuja akawadanganya, wakawa wamempa ki, wamempa mamlaka ya hii dunia. Kwa hiyo idea ndio anaitumia kumjaribu Yesu kwamba Bwana, kama ukinisujudia nitakupa vyote hivi maana vyote viko chini ya imani yangu. Alikuwa yuko sahihi, lakini Yesu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za Ibilisi, kumnyang'anya hayo mamlaka aliyokuwa nayo, na yeyote atakayemwamini Yesu ili huyu jamaa katika dunia hii hii bado asiwe na mamlaka juu yake. Sasa Mungu alikuwa ameandaa Yesu kutumia miaka thelathini ya maandalizi bila kufanya kitu chochote. Pili, siku hii ambapo Shetani amwambia ndende dakika moja takupa mamlaka zote za hii dunia. Prosesi kwa mujibu wa unabii wa Danieli itakiwa achukue miaka mitatu. Masihi atakatiliwa mbali katika juma lile la katikati, ya ile juma lile la mwisho. Sasa ilimuhitaji Yesu miaka mitatu kufanya ministry yake kisha apande katika mlima wa, wa, wa, wa Golgotha, amshinde Ibilisi kwa kufa na kufufuka, kisha amvue mamlaka zake na kuchukua mamlaka ambazo alichukua kutoka kwa Adamu na ili vitu vyote na miliki zote ziweze kuwa chini ya Yesu kwa wale ambao watamwamini. Lakini shetani akamtengenezea mtego wa kumtaka huyu Bwana aweze kumiliki mamlaka zote na dakika moja ili a bypass au aruke zile process ambazo ziliandaliwa na maumivu ya Getsemani, ambayo ya yaliandaliwa kama sehemu ya mchakato ya kumletea mwanadamu wokovu na miliki yake ambayo ya alipoteza katika bustani ya Eden. Jaribu hili ndivyo ambavyo huwa anafanya kwa watu wa kipindi cha siku za mwisho. Ndio mtasikia mkopo wa chapchap, utasikia bwana, wengine wanaamua kuwa machawa ili apate mafanikio bila kupata process ya kupata mafanikio wengine wanaamua, anaamini akitoka tu chuo ndani ya siku mbili ameshamiliki mabenzi magorofa mjini, ni mtu mkubwa. Historia ya watu wakubwa wa maana wa maandiko matakatifu, wote walipitia mchakato kabla hawajapata kile ambacho wanacho. Hili Danieli, Meshak na Bednego na Shedrak waweze kushinda jaribu la chakula kwa Nebukadnezar, iliwachukua miaka kadhaa ya mafunzo katika shule ya manabii kule Yerusalemu ili Danieli akatae, awe tayari kuingizwa ndani ya tundu la simba. Na akashinda lile jaribu kwa kukataa, kugoma kuomba, akaendelea kuomba. Ilikuwa ni kwa sababu huyu Danieli alikuwa ameshafanya mazoezi ya kuomba kwa muda mrefu. Walikuwa so wakushitukiza wako. Wakristo leo hawaombi, wanasubiri wakisikia kuna hatari ndo waanze kuomba. Na hii ndio maana imepelekea wale wachungaji makanjanja wamejivunia wakristo wengi kwa kuwarubuni, kwa sababu watu wa Mungu wamegoma kufata mchakato wa kupata nguvu za Mungu. Yesu alisema namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Maumivu ya kujuta, the pain of regretting is greater than the pain of process ni kubwa kuliko maumivu ya mchakato. Kwa mchakato kufikia kupata matokeo, ni maumivu yake, ni yako chini sana kuliko macha, mchakato wa kupata matokeo ambayo yatakuletea maumivu makubwa kwa kuluka process ya kupata hayo matokeo. Hata Daudi, ukisikia Daudi na Goriati, Daudi ameshashinda vita kule pembeni, kamshinda dubu, kamshinda simba mahali ambako hakuna watu kwa, kwa Goriati wengine wakifikiri unajua, amebahatisha. Na mimi ni kama Daudi e, nakombea unarusha, namshinda shetani. Hapana, kuna proses Daudi alipitia kabla ya kutana na Goliat. Hata ushindi wa kiroho, alisema vaene silaha zote za kiroho mweze kumshinda adui wakati wa kushindana kwenu. Je, unavaa silaha zaji? Proses kidogo. Yesu akawambia namna hii haiwezekani, isipokuwa kufunga na kuomba Je, umefunga mara ya mwisho ni lini? Mara ya mwisho umeomba ni lini? Mara ya mwisho umekesha mwenyewe kwa ajili ya kuchota nguvu za Mungu ni lini? Matokeo ya kushindwa katika boxing za kiroho au wrestling mieleka na adui ya kiroho, tunashindwa wakati mwingine kwa sababu tuli neglect the process. Wakati wa amani ndio wakati wa kujiandaa. Mwandishi mmoja wa kitabu neto, The Art of War Sun Tzu anasema wakati wa amani ndio wakati wa kujiandaa, ili wakati wa vita wakukute huko tayari. Mpendwa, nikutie moyo ya kwamba katika somo la leo tunajifunza ya kwamba kuna gharama ya kulipia. Yesu alipata ushindi mkubwa, lakini ulimgharimu kitu fulani. Vyatakiwa fanya hata wewe, ushindi mkubwa wa kibiashara kuna gharama yake. Ukiona ndoa imesimama, watu nacheka na kutabasamu Sio tu vimeokotwa, watu walitumia gharama kujenga mahusiano yenye nguvu eh. Kuna process katika kila matokeo bora na ya kudumu na yenye kutia furaha ambayo mtu atayapitia. Mwisho kabisa ni kutie moyo ya kwamba katika Zaburi thelathini na saba mstari wa tano anasema, mkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya njia yoyote ambayo yoy imekuwa defined imetafsiriwa ilikwa mbele yako uipitie upate matokeo. Jifunze kumkabidhi Mungu. Kumkabidhi Mungu sio kumwacha Mungu afanye, ni kufanya ukiwa na Mungu, ni kufanya ukiwa na Mungu ili matokeo yake yatokee yakiwa na Mungu, ili utukufu wake umrudishie Mungu. Kufanya hivyo kutakuepusha na maumivu na madhara kubwa ambayo ungeyapata kwa matokeo ambayo utayapata kwenye maisha bila Mungu. Mungu akubariki sana.